Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ninaitwa Askofu Abednego Kesho, mshahara wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi yenye makao yake hapa Bukoba, mkoani Kagera. Napenda kuchukua nafasi hii kuwajulisha kwamba tarehe saba mwezi wa kumi na mbili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano itakuwa ni siku ya kilele kukumbuka waasisi wa ngazi ya dayosisi waliokuwa waanzilishi waliochangia uanzishwaji maendeleo ya dayosisi ya kaskazini magharibi. Kitakuwa ni kita kilele cha kuhitimisha shughuli zote za kuwakumbuka waasisi tarehe hiyo saba mwezi wa 12, 2025. Na siku hiyo itafanyika usharika wa Katare mtaani Katare Jimbo la Mashariki. Kwa wasiofahamu, Jimbo la Mashariki linachukua maeneo ya Bugabo, Maruku, Ibura, kuzunguka manispa ya Bukoba. Kwa hiyo itakuwa ni sikukuu kubwa ya kuwakumbuka waasisi wa, wa ngazi ya kidayosisi, ni kilele cha kukumbuka waasisi waanzirishi, walioendeleza dayosisi hii. Utaratibu wa kukumbuka waasisi umeanza mwaka jana na tunawakumbuka waasisi walioanzisha jambo, wakaendeleza jambo, wakachangia jambo linalohusu imani. Na msingi wake ni Waebrania sura ya kumi na tatu mstari wa saba, ambapo neno la Mungu linasema, mkawakumbuke waliokuwa viongozi wenu wa imani wakawafundisha mwenendo na maisha ya imani, wakamaliza mwendo vizuri. Kwa hiyo tunapokumbuka waasisi, hatukumbuki ambao wanaishi sasa. Ndio tunao ambao wanaishi sasa, wameweka mchango wao mkubwa, wameendeleza mitaa, sharika, vituo, majimbo. Lakini sasa e, kwa kufuata neno hili tunawakumbuka ambao wameisha aga dunia. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yao tunawakumbuka kwa kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya kujitoa kwao, kwa ajili ya kumtolea Mungu vipaji vyao kama viongozi eh, wa ngazi yoyote ya mtaa, ya usharika, ya jimbo, ya dayosisi. Sasa kidayosisi, tutawakumbuka waasisi hao waliokuwa viongozi wetu wa imani, waliokuwa walimu wetu wa maisha ya kiimani na kidini lakini wakamaliza mwendo wao vizuri. Hatuwaombei wala kuwaomba chochote, ila tunawakumbuka na kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Sasa hili linatupa nafasi ya kujifunza kutoka kwenye historia na limeleta hamasa kubwa, maana linagusa wengi. Kwenye mitaa wanakumbukwa nakumshukuru Mungu kwa ajili yao. Kwenye sharika wanakumbukwa na kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Kwenye majimbo wanakumbukwa na kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Kwenye vituo wanakumbukwa na kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Hawa wa, ni miongoni mwa walioongoza waliotoa ardhi, waliotoa nguvu zao, waliotoa mali zao. Sasa tunawakumbuka na kumshukuru Mungu kwa ajili yao na msingi nimesha utaja ni Waebrania kumi na tatu mstari wa saba, mkawakumbuke waliokuwa viongozi wenu wa imani wakawaongoza katika maisha ya kiimani na kiufuasi wakamaliza mwendo salama. Sisi kidayo sisi tunawakumbuka ambao walikuwa ni viongozi kama vile maaskofu wasaidizi wa maaskofu, waliokuwa makatibu wakuu, wasaidizi wa makatibu wakuu, waliokuwa e, watunza hazina, wasaidizi wa watunza hazina, makatibu wa idara, wakuu wa vitengo, tunawakumbuka hao. Kule kwenye sharika na wanakumbuka wale waliojihusisha na sharika kwenye mitaa, wanakumbuka waliohusika na kuanzishwa kwa mtaa. Kwenye jimbo, wanawakumbuka wale waliohusika na kuanzisha lile jimbo. Sasa ngazi ya kidayosisi tunaokumbuka waanzilishi wa dayosisi, waliojitoa na kuchangia dayosisi hii iwepo au iendelee kuwepo. Na kwa hiyo kwa kila mwaka tunakuwa na hizi shughuli, zinaanza mwezi Novemba mpaka Desemba mwanzoni, Novemba mpaka Desemba mwanzoni. Na kwa hiyo kuanzia Novemba hadi Desemba e, mitaa, sharika, e, majimbo, vituo wamekuwa wakichagua siku ya kusherehekea kumbukumbu hizi na shukurani hizi. Sasa ngazi ya kidayosisi ni tarehe saba mwezi wa kumi na mbili, tano, na mbili tarehe mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na tutakuwa mtaa wa Katare usharika wa Katare e, Jimbo la Mashariki na kuna tukio kubwa kuzindua kanisa kubwa lililojengwa la kisasa na zuri liko Katare. Tunakukaribisha, ukipata nafasi fika Katare, fika usharika wa Katare, Jimbo la Mashariki, tushirikiane na ibada ya shukurani kumshukuru Mungu kwa ajili ya hao waliokuwa viongozi wetu waliomaliza mwendo salama, waliojitoa na kutoa vyao kwa ajili ya dayosisi. Kwa hiyo Mungu azidi kutusaidia. Tunashukuru familia za hao, familia za hao waasisi zilizojitokeza kwa wingi kuungana na waumini wa Kristo ngazi zote kumshukuru Mungu kwa ajili ya hao kazi walioifanya. Kwa hiyo jambo hili la kukumbuka limo ni la kibiblia, maana na Biblia inawataja akina Ibrahimu, Biblia inawataja akina Yakobo, Biblia inawataja akina Isaka. Kwa hiyo Biblia ina, ina historia ya kuwakumbuka waasisi na viongozi wa imani, na hata katika nyakati zetu hizi wapo walio lifia kanisa, waliotoa kwa ajili ya kanisa, waliojitoa kwa ajili ya kanisa nao wako katika mitaa yetu, wako katika sharika zetu, wako kwenye majimbo yetu, wako ngazi za kidayosisi. Tusiwasahau, tumshukuru Mungu kwa ajili ya hao. Ni jambo lililo na msingi wa kibiblia kuwakumbuka, kumshukuru Mungu kwa ajili yao, ili ambalo hatufanyi, hatuwaombei sala za za, za za wafu, lakini vilevile hatuwaombi chochote hapo. Inabidi tuweke tofauti ya hayo kwa misingi yetu ya Kilutheri tunaishia kwenye kuwakumbuka na kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Asante sana kwa kusikiliza na Mungu akubariki.